W najua, siku hii ya leo ni hatari sana. Baada ya kutembea, watu wanapokuja katika ibada hii mara nyingi wanalala, na leo nataka umchunge mwenzako ambaye ako karibu na wewe. Hakikisha kwamba halali, akilala wewe msukume kidogo aweze kuamka sababu so, siku moja padri alikuwa anahubiri katika kanisa lake, na alikuwa na mradi wake wa nyumba ya mapadri, na akawaambia Wakristo, sasa nyumba karibu inakamilika na imebaki tu simiti za kutosha shilingi elfu mia moja. Kwa hivyo kama mtu anaweza kunisaidia katika kazi hiyo, tafadhali inua mkono. Sasa mama moja alikuwa analala, akainua mkono baadaye. <laughs> <laughs> Akasema, haya mama simama, mama akamuliza mama, akauliza huyo, alikuwa anakaa karibu na yeye, kwani nini inaendelea? <laughs> tumebeba msalaba, tumetembea katika njia hiyo ambaye Kristo alitembelea, tumesikia maumivu kiasi. Njia moja tu ya kutuelekeza kutafakari umuhimu wa siku hii. Labda mara nyingi tunajiuliza, mbona wakaita hii Ijumaa? Kiswahili tunasema Ijumaa kuu. Lakini kwa Kiingereza tunasema Good Friday. Na tunajiuliza nini kizuri kwa hiyo? What is good about our walking today? What is good about Jesus Christ dying on the cross? The good thing about it is that through the pain of the Son of God, humanity is saved. Kwamba sisi tumeokolewa kupitia katika njia ya kifo, kupitia katika njia ya mateso ya mwana wa Mungu. Nataka kuanzia vitu vitatu tu ama vinne hivi katika Kristu kubeba msalaba wake na kujaribu kusawazisha mambo hayo ya yeye kubeba msalaba na misalaba ambayo sisi tunabeba katika maisha yetu. Msalaba wetu hatuwezi kulinganisha na ule msalaba wa Kristu. Misalaba ambayo tunabeba ni misalaba mepesi, labda ni mepesi kama msalaba ambao tumebeba leo. Nilikuwa naona hata nigebeba na kimkono moja tu lakini msalama wa Kristo ulikuwa ni msalama mzigo, kwa sababu ndani yake imo dhambi za ulimwengu mzima. Huo mti ambao ulikuwa unanuia kumwaibisha na kumpa kifo cha mhalifu mkubwa kabisa mti huo umekuwa ishara kubwa ya imani. Msalaba kwetu kama Wakristu ni chombo ambacho kinatukumbusha sisi matukio hayo makubwa, ambapo uokovu wetu ulipatikana, Kristu kukubali kufa msalabani na basi safari hii ya Kristo imeanza pale Getsemani alipoenda kuomba ili aweze kupata nguvu za kupitia mateso haya na kupitia msalaba huu. Maombi yake kwa Mungu ilikuwa kwanza, Baba, ikiwa inawezekana, wacha kikombe hiki nikiepuke, kiepuke. Lakini akasema, Baba, sio mapenzi yangu ila mapenzi yako yatimizwe. Kwa hivyo yeye amekuja sio kutenda mapenzi yake, amekuja kutenda mapenzi ya Baba, na mapenzi ya Baba yalikuwa lazima anywee kikombe hicho, lazima apitie mateso hayo, na ndiyo sababu ameanza safari hiyo kwa sala. Hata sisi nyakati nyingi ambapo tunapitia mambo magumu, mambo mazito katika maisha yetu, tunapaswa kuanza kuatua hiyo ya kwanza, hatua ya yes, sala, ili Mungu akuwezeshe kubeba mzigo huo, kubeba msalaba huo, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa mzito ukakushinda, ukakuangusha ukakuzidia ukakukatiza tamaa ukakuondolea matumaini. Sala aliyosali Kristu ndiyo iliyomwezesha kuendelea kubeba msalaba huo hadi kata, alichoka aliumia kwa mateso alipopigwa, lakini aliendelea kubeba msalaba wenyewe kwa sababu macho yake hayakuangalia mateso ya sasa Macho yake yaliangalia Kalvari na alijua kabla kufika Kalvari haitatokea tukio hilo la ukombozi. Kwa hivyo hata na sisi katika njia ya mahitaji yetu, katika njia ya vitu tunavyovipitia, tutangulize na sana kipindi cha Kwaresi kipindi chote kimekuwa cha kutuhamasisha kutambua umuhimu wa sala katika maisha yetu, na ilituhimiza tusali zaidi, sio tu kwa siku moja. Wengine labda alikuja kupokea majivu ile Jumatano ya Majivu, labda leo ndiyo amerudi kanisani tena. Ni kipindi ambacho tulihimizwa kutembea kila hatua na Kristu ili kupitia neema zake, na kupitia njia hiyo ya msalaba, tuweze kupata neema ambazo zinakuja na zoezi hilo la kupitia njia ya msalaba wa Kristu kutambua mateso aliyoyapitia huzuni alizozipitia na hasa zaidi tukio kubwa la ufufuko wake. Katika msalaba wa Kristu tunaona pia uvumilivu, kwamba Kristu alivumilia, alikuwa na uwezo kama mwana wa Mungu kusema kikombe kipite na kipite lakini alivumilia kupitia njia hiyo ya, ya mateso iliwe kwetu ishara kwamba hata sisi tunahitaji uvumilivu mwingi katika maisha ya imani. Maisha ya binadamu sisi tuko kwamba tunataka kitu na tunakitaka sasa, hatujazoea kuvumilia. Mwenye uvumilivu ni mtu mwenye kungojea na ndio sababu Baba Mtakatifu ametuahimiza na kuambia mwaka huu uwe ni mwaka wa matumaini. Mtu mwenye matumaini ni mtu anayegojea. Matumaini ni kitu cha baadaye, ni kitu kitakachokuja. Mvumilivu anajua kitakachokuja baadaye. Maisha yetu ya Kristo ni maisha ambayo yanatuelekeza katika maisha ya baadaye ambayo yatakuwa maisha bora kushinda maisha ya sasa. Kwa hivyo kila hatua, tunahimizwa tuendelee kuvumilia zawadi ya safari hii. Bado kila siku katika maisha yetu iwe siku ya kutafakari, siku ya kumkaribia Kristu, iwe katika neno lake, liendelee kututia nguvu, kutuimarisha na kutusaidia sisi kuangalia kanvali anayekata tamaa. Labda Kristo hangemaliza hatua ya kwanza kama angekuwa mtu wa kukata tamaa, labda kama angekuwa mtu wa kukata tamaa angeweza kuachiliwa na Pilato, kwa sababu labda hakuwa na umakini wangekuwa na huo uvumilivu.